Imetoa hakikisho kwa familia laki moja na elfu ishirini na nane za watumishi ambao watahamishiwa Dodoma na taasisi zao kwamba taasisi, tayari serikali itaboresha huduma zote muhimu katika maandalizi ya kupokea ugeni huo. Akizungumza na mwandishi wetu, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na walemavu, Janista Muhagama amesema huduma za afya, maji umeme pamoja na usafiri wa anga tayari zinapatikana ndani ya mji mkuu wa Dodoma. Mwandishi wetu Marin Hassan Marin yuko Dodoma na ametuandalia taarifa ifuatayo. Mwonekano wa nyumba ya waziri mkuu Mlimani, eneo la Mlimwa ndani ya mji mkuu hapa Dodoma ili tuchukua kama second mia na ishirini hivi kwa timu ya safari ya Dodoma kuwa tunapandisha kutoka point moja hadi point ya mwisho kabisa ya jengo hili la waziri mkuu hapa mkoani Dodoma. Ni mandhari ambayo itabeba ofisi ya waziri mkuu pamoja na nyumba ya privacy ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hapa ni eneo la juu kabisa la nyumba ya waziri mkuu, upeo wa macho yangu nadiriki kuona Uh, square kilomita arobaini na moja elfu mia tatu na kumi na moja zinazoitwa mji mkuu Dodoma kitaifa kupitia kamati yetu ya mkoa lakini tunayo timu ya taifa. Tunaendelea kuhakikisha kwamba huduma zile muhimu kwa ajili ya familia hizo zitakazokuja zinapatikana, kama masuala ya masoko. Masuala ya masoko yameshafanywa utafiti mkubwa, vyakula tena malini. Mimi niwaambie waje, kwa sababu vyakula vya Dodoma ni fresh. Watapata mboga za majani fresh, watapata kila kitu. Huku kuna ng'ombe wengi, yani kila kitu kwa kweli kiko vizuri, lakini tunaendelea kuhakikisha kwamba huduma za afya zipatikane vizuri. Unafahamu tuna hospitali kubwa sana kule UDOM na iliasisiwa na Mheshimiwa Rais wa awamu ya nne, na kitu ambacho kama serikali tutakachokifanya ni kujipanga tu kuhakikisha kwamba zile huduma kubwa na muhimu ziweze kuanza kupatikana katika uh, maeneo haya ambayo tayari tuko. Swali langu kwa Injinia Joseph Muhamba, mhandisi, nyumba ya waziri mkuu wameepuka vipi kuharibu mazingira ya taswira ya miamba baada ya kufanya survey na kuzunguka mlima wote, eneo hili ndio lilionekana lina sehemu ambayo kidogo ni tambalale ambapo unaweza ukajenga jengo, hata kama kutakuwa na kusawazisha itakuwa si haihitaji kuvunja mawe mengi, lakini vile vile ni sehemu ambayo ilionekana kuna miamba ambayo ni tambalale kidogo, unaweza ukawasimika nguzo na jengo likajengwa juu yake. Marin Hassan Marin, TBC, Dodoma.